Aliposikia maneno haya akitajwa Amir fatarahamat alaihi Aisha akamrehemu Amir saa yarhamuhullah, ya yarhamuhullah. Kuna ya, ya mtu mmoja Tabora, kuna shekhe mmoja Tabora alikuwa yeye antasibu ila ansar sunna. Basi siku moja tumekwenda kwenda kumnasihi na, na kumlingania jinahaji salafi. Baadaye tukasikia kwamba huyu bwana siku hizi amekuwa msoma itima, sema ah, sema sarisunat na, na, ee, nasoma itima. Akwenda kuongea naye kutahaka kijue ya yale, akasema yeye ndio kasema taban ajal sawa. Wanasoma itima kwa nini gani? Kwa hoja gani na dalili gani? akatoa kitabu akatoa kitabu eh, Bidaya tu Nihaya, Bidaya tu Nihaya libun Kathiri rahimahullahu taala, akaanza kusoma kisa katika mapambano yaliyotokea kule Iraki, katika mapambano ya Jamal, kisha Ali ibn abi Talib radhiallahu taala anu akaja akaenda kwa Aisha baada ya vita vimepoa, akaingia katika hema la Aisha, akamsalimia. Baada ya kumsalimia Aisha, akamuuliza Ali ibn abi Talib. Katika vita hivi vilitokea ni nani na nani waliokufa? Ali eh, radhiallahu anhu akawa anawataja wale ambao waliokufa, bwana amekufa fulani, sahaba fulani. Sasa kile akiwataja, Aisha yatarahamuhum akawa tatarahamuhum anawaa kwamba yarhamuhullah, ya yarhamuhullah. Ehe, kwa ana akasema kwa hali hii ni dalili ya kusoma itima kwao. mimi na warehemu Nikamuuliza mimi, nikamwambia wewe, mwanzo ulikuwa usomi itima, si ndio eh? hey. hiyo ndio dalili sawa? Hao wenyewe arbabu wa makhurafi na masufi wasoma itima, mbona hawakutumia dalili hii? Hawakuifanya wao kwamba hii ndiyo dalili. Wale mabingwa wa mambo hayo, sawa, makhurafi, mbona hawakufanya kwamba hii ni dalili? Ukaja wewe jadidu eh, khurafi jadidu ukawaweza, umekuja unafanya ndio dalili yako. Cha pili, ulikuwa unatafuta nini katika kitabu hiki mpaka ukaja kutokea hapa? Nini kilichokupeleka ndani ya kitabu hiki cha tarekhi mpaka ukaja kutokea katika tukio hili, ukasoma afa ukapata kuwa ni hoja ya kujenga msimamo wa kusoma hitima na leo ukawa msoma hitima maarufu? Ni nini? Kwa maana hiyo, wewe inaonekana kwamba kwanza uliitakidi thumma stadalta bihadhihi alqis, kwamba wewe ulikuwa na itikadi jambo hili nafaa, kisha ukatafuta tape kwa ikando ukapata dalili kisa hiki kaambia eh hey. Na hii naonesha juu ya dhalala uliokuwa nayo e, juu ya dhalala wakengeuka mpaka wenyewe wenye itima zao, tukamnasihi aachana na mambo hayo, faanada fataraknahu e, aka, akawa msusuavu tukamwacha, fadalla wahalaka e, yupo Si mfahamiana, eh? Wa watu wa Tabora, wanamjua, wa Lupala wao wanamjua aitwa Lupala shehe.